Anasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake, ni watu wa karibu. Sikiliza wana shetani aliye rohoni ni pepo kama roho, hana nguvu sana kuliko shetani aliyemvaa mtu. Shetani ili afanye kazi anamvaa mtu, na Mungu ili aonekane anamvaa mtu Shetani ameshamvaa mtu, awe rafiki, awe jirani, awe ndugu, au keweza au si nani, ni hatari kuliko shetani mango. Kwa nini adui wa mtu, Yesu anasema ni wale wa nyumbani mwake? Anaweza kuwa rafiki, unaweza kuwa mume, unaweza kuwa yeyote ambayo iko karibu na wewe. Kwa nini? Adui wa karibu anajua unakula nini, anajua unavaa nini. Na ndio maana mwanangu, ni kushauri, sio kila anayekuja kuuliza habari ya mume wako au watoto wako ukafungua kumwambia, mtoto wangu anafanya kazi mali fulani, amepata na neema. Wakija kukuuliza, waambie, sitaki kuuliza habari ya watoto wangu. Wengine wanakuja kukuuliza ni kwamba runinga zao zimegoma, wanakufuata kimwili wapate kujua siri zako. Kinataka nitamke ardhi yako Iwe moto. Anayekuja kupeleleza familia yako aumbuke kabla hajafika getini. Narudia, leo kwenye ardhi yako nachora mstari mwekundu, waumbuke kabla hajafika getini. Nataka nitamke upako mahali hapa, sebule yako iwe moto, geti lako liwe moto, kosha zako ziwe moto. Na fichua matungu, nafichua vijua vyao kimoja, piga kelele ulitoka, sema kashuke. Akifika tugetini paka, akisimama hivi amekuja kwa lengo la kuchunguza maendeleo yako. Kitendo cha kufika pale, nategesha antena, nategesha moto, nategesha upako, nateka fahamu zake, nateka akili yake, akikaa hivi kuna watu wanaokutegea ajali kabla. Wanaokutegea ajali watakuja kukuambia, tusamehe, tulitega ajali. Ikanuka na utaona, utaona ulikotoka. Kuna watu wananisikiliza kwenye ibada ya leo, naona runinga ulikotoka, zinazima zinaharibika, na adui zako wanapata tabu. Angalia mtu wamekape, wanapata tabu, wanapata mwezi wa saba. Mwaka kuna watu mnanisikiliza kwenye ibada ya leo, mtakuwa kwenye levu ya baraka, mtakuwa mmeolewa, mtakuwa mko kwenye nyumba zenu, mtakuwa mnajenga, mtakuwa mnakamata pesa pesa mairaba. Na kuanzia leo, kuna roho ya kumiliki fedha inakuja, ninaachilia upako wa kumiliki fedha ya ya ya wa kukubalika, ya ya ya upako wa kukubalika. Hivi ninapoongea hivi, kelele, maneno haya yanaenda na upako. Maneno haya ni roho, inapambana na roho inayokupambania. Natamka nyumbani kwako kuwake moto, anayetuma kukuloga namteketeza kwa moto sena faya kusemeza kuvambisia kabla hajalimaliza kwa upako huu Kiyo, sema <laughs> Na musema, tamaa, ya sema nilikuwa tamaa kwa ya. Na mimi sema nilikuwa nimejikatia tamaa kwa ajili ya nini? na mimi, na mujiangalia sema nafanywa goldi leo perfume. Yesu atapiga leo, familia iliyo nuka itang'ara. Dada aliyenuka atapigwa tapigwa perfume na Yesu, kijana aliyenuka atapigwa tapigwa perfume na Yesu, baba aliyenuka tapigwa perfume na Yesu, walio kukataa watajileta wenyewe wenyewe

hawezi kwenda mbali maana yeye ni, ni pali wa wa chini tunikutakula pale, lakini nataka nikwambie kitabu kile cha Isaya kinasema bali wamngojao Bwana watapata nguvu mpya wataruka kama tai. Bila shaka umemngoja Bwana leo no, kuna upako utakupaisha kama tai utapaa roho na hiyo ni imeshajengwa, imemalizika kila kitu

unakutoka chaka mchaka kinja mcha na unasubiri pale barabarani, nawaunge na wewe. Kuna watu niunga kwenye line tu, haujui tu wanaenda wapi. Watu unaunga tu nawe laini, wanaenda shuleni, sijui na nilikuwa nimechelewa, lakini bora niende hivo hivo, mara umekanyagwa unani Bwana atasema nyuma hata kufanya biashara, lakini utafanya. Haujui hata kuendesha gari, utaendesha. Haujui kuolewa, utaolewa. Haujui Familia, Mungu atasema nyuma deuka, majirani wote ni vilio, waliona umiliki fedha ni vilio, maana watapanda gari lako, watapanda vita yako, ameishiwa Masha ni juu yao, ni ni madeni, ni juu juu yao yao wamechoka, walikuwa wanapandaga pandaga magari, maisha mazuri. Unamkuta amesimama barabarani ana mia mbili, kijana wake amekuja na toi. Kumbe kumbe ni wewe, eti kumbe alikulogaga ufe, kumbe alikulogaga usifanikiwe, anaamaka mbia, ni mimi mama tikakanikubebe wewe unabeba, natangaza ulikotoka, presha nakucha. Kuna watu ulikotoka, ukitoka hapa leo tumbo joto. Nakupa unabii wa siku thelathini, siku sitini, tumbo joto. Wengine uchau wao umefika mwisho, waganga wao imefika mwisho, maneno yao yamefika mwisho, vikao vyao vimefika familia iliyodharaulika, atatoka binti shujaa, atatoka kijana shujaa, atatoka mrembo shujaa. Aliyekatiwa tamaa asainuliwa kwa viwango. Aliyeitwa kahaba sio kahaba, huyo ni mkombozi wa familia. Nasema baba, unasemaje? Kamuulize Rahabu kwenye ngome ya Yeriko. Maandiko yanasema alikuwa anafanya kitu ambacho hapendi kufanya, lakini anafanya kubeba familia. Siku alipokutana na watumishi wa Mungu akina Joshwa, akatambua hawa ni watumishi wa Bwana, hawafanyi mchezo, wanabeba upako akaachilia na sadaka kwao, akawambia, nikumbukeni. Ninajua niko kwenye ngome ya Yeriko, lakini sipendi kukaa hapa, sipendi kukaa kwenye madeni, sipendi kukaa kwenye umaskini, sipendi kukaa kwenye mateso, sipendi kuchafuliwa, naomba mnikumbuke leo. Nataka nikutamkie, madhabu inaniambia, nakukumbuka na kukumbuka na kuna jambo litafanyika, lazima utaokoa familia. Rahabu aliyetafsiriwa ni kahaba, siku ya Yeriko inabomolewa aliyokuwa na familia nzima. Kuna mtu utakwenda kwa kwa familia. Usiangalie majina ambayo umeshaye. Majina ni kwa hiyo wako kati. Unaanza ukora sana. Kwa wengine karibu kitabu kinaje? Kuna mambo leo kitaacha, kitafungwa. Ikifungwa malipo inakuja. Sema faida. Faida. Kutana ni kuombe? Kutana ni kuombe? Akadamu sio wanaanza kusema. Usifurahi juu yangu, ewa adui wangu, niangukapo nitasimama tena. Saka anasema usifurahi wa adui wangu, niangukapo nitainuka tena. Nakwambia mwanangu, inuka, inuka tena. Naachilia upako wa kuinuka leo. Aliyefurahi akasema umeanguka, waambie sio mwisho wa safari, nainuka kusonga mbele. Umeanguka kibiashara, na kupa upako wa kuinuka. Umeanguka kifamilia, na kupa upako wa kuinuka. Umeanguka kwenye kuoa na kuelewa, unaachika, na kupa upako wa kuinuka. Sio mwisho wa safari, sema sio mwisho wa safari. Hebu fanya hivi, sio mwisho wa safari umechumbiwa na kuchumbiwa, umeachika, sio mwisho wa safari. Kuna upako unakuja leo inastopisha hiyo kuanguka anguka, unasonga mbele. Sijawahi kuona mtu aliyekuwa na safuria ameanguka akachafuka akasema siamki tena. Lazima ukianguka unaamka tena. Kama umeondoka kibiashara kwa lolote lile, sio mwisho wa safari alijifanya anaweza kwenye ndoa, mbona sasa hayupo? Waambie kuanguka sio mwisho wa safari, nitainuka tena. Umejaribu biashara zimegoma, waambie sio mwisho wa safari. Hata kama nimefungua imekataa, nainuka tena, bado anaweza kupambana. Kuna upako wa kunyanyua watu watatu na kunyanyua leo. Na kunyanyua leo. Na kunyanyua leo. Kuna mtu kwenye gari anaendesha gari, alafu ikiingia kwenye matope, ikiingia kwenye matope, wengine nakuja napita, wengine nakuja napita. Sawa, ndivyo ilivyo kwenye maisha. Kuna watu huko kwenye matope, mmekwama kwenye matatizo, kuna watu wanakuja, wanakuambia bai, wanakucheka utafia kwenye matope. Waambie kuna specialist anakuja, kuna mtu wangu anakuja, yuko njiani. Akinikuta kwenye matope hataniacha, atanitupia na kamba, atanitoa kwenye matope. Kuna watu watatu, kuna watu wao sahii wanatolea mahali nik jiri zako amekuacha, ni kweli majirani wa kutambui, lakini kwa upako wa leo, kuna mtu mmoja yuko njiani anakuja, yuko njiani ana